Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Clayton Revocatus Chipando, kwa heshima kubwa naahidi mbele ya Bunge tukufu kuwa nitakuwa mtiifu na mwaminifu kwa nchi yangu ya Tanzania, na kwamba ninaahidi nina kuilinda na kuitumikia na kuitetea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nguvu zangu zote na moyo wangu wote. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie.